Kaguti na kusudia kukupa mamlaka ya nchi hii kwenda kuiwakilisha nje, na utakapokwenda kule, wewe umeibeba Tanzania yote mgongoni kwako. Kwa hiyo nadhani ukitoka hapa, naibu waziri wako yuko hapa, waziri nimemtuma huyo hapa, eh, wataenda kukupeleka chuoni, nadhani kuna crash program ya wiki mbili, sijui ya utatu baada ya hapo watakuwa wamejua kituo chako ni kipi, wanakwenda kufundisha ubalozi kwanza. Lakini wakati mwingine uba... lakini wakati mwingine ubalozi mi huona kama mnafanya uvivu, make zile protocol ufundishwe, sijui kifungo ufungeje vifungo, sijui kidole kikaeje, sijui ukikaji wa meza ufanyeje, lakini mtu akikusema vibaya, we usiseme vibaya, mjibu politely, kitu ambacho mi siwezi wakinikera, mimi nabwatuka tu. Nikirudi ofisini, msaidizi wangu wa diplomasia ananiambia mheshimiwa, kimpale leo ulikuwa hivyo. Ambia eh, hiyo kazi yako wewe, mimi wamenikera, wamesema na mimi nasema. Kwa hiyo utapita kwenye crash program ya kuambua ubalozi ni nini, and then tutakupangia kituo. Utakia kazi njema.